Ambaye kwa namna moja ama nyingine ni mwenyeji wa hapa Tunduma na amekulia hapa Tunduma. Tumebahatika kupiga naye stori mbili tatu na kijana amegusia swala la fursa zinazopatikana Tunduma, amegusia maisha ya Tunduma, amegusia mahusiano ya Tunduma, amegusia wale wote wanaotaka kuitembelea Tunduma. Tukianza na moja, fursa ambazo zinapatikana Tunduma katika stori za kijana mwenzetu, amesema ya kwamba Tunduma ni Kariakoo ndogo. Tunduma ni Dar es Salaam ndogo, Tunduma ni Dar es Salaam ndogo, na Tunduma ni Kariakoo ndogo, kwani watu wanaoishi Dar na wanaoishi Tunduma hawana tofauti, kwani Tunduma kuna mzunguko mkubwa wa fedha. Sababu kubwa ikitajwa ni kwa sababu ipo boda. Kwa hiyo mtu yoyote ulioko Mbeya, ulioko Dar, ulioko Tanga, unatamani kufika Tunduma, ama malengo yako ni kufika Dar kuanzisha biashara, una nafasi ya kufika Tunduma, kwani Tunduma ni Kariakoo ndogo, na Tunduma ni Dar es Salaam ndogo vile vile. Amegusia swala la vijana wadogo ambao wanamiliki magari Amesema vijana wa Tunduma ni vijana ambao wanaishi kwa malengo makali sana. Unaweza leo ukamkuta kijana anabeba mizigo pale CCM, yaani mtaa wa CCM anabeba mizigo, lakini ukaja ndani ya miaka miwili, yule kijana unaweza umkute ana gari lake, ana ofisi yake. Kubwa ni kwamba vijana wa mji Tunduma wanaishi kwa malengo makali. Na katika maongezi yake, aliendelea mbali zaidi kwa kusema, vijana wa Tunduma ni vijana pekee ambao hawajafocus na mapenzi. Hauji kumkuta kijana wa Tunduma anamiliki gari eti anasumbuliwa na mapenzi. Hauji kumkuta kijana wa Tunduma anamiliki nyumba esi anasumbuliwa na mapenzi.